Na kumekuwa kuna mengi ambayo yanaendelea hivi sasa. E, nichukue wasaa huu kwa ajili ya kukuhabarisha e, na leo bana, tumeamua kumtafuta shabiki la CAF Bwana Lupia e, kwa ajili ya kuweza e, kuyazungumzia kuna mengi ambayo ya yaliyazungumza. Nakumbuka mara ya mwisho kukutana na bwana Lupia ilikuwa Simba anacheza fainali ya mkondo wa pili pale visiwani Zanzibar, na kuna mengi aliyazungumza, lakini amekwenda tofauti na alidai ya kwamba baada ya fainali tuje tumwekee maiki ataongea moja kwa moja kama mzee wa utopolo. Na mimi nimetekeleza hivi sasa, niko hapa, nataka kusikia mengi, kabla hatujakwenda kwenye mada ambazo zinafuatia. Bwana Lupia, ulizungumza na wadau wa Chapesa Midia na ukawaidi kwamba E, kombe litakuja na imekuwa tofauti na ulisema bana, tukikwekea maiki tu hivi unatiririka kama mzee utofauti. Ah, binafsi kwanza nianze kupongeza wote wana Simba, lakini pia tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamka salama katika siku ya leo, lakini pia kukosa kwa kombe kwa Simba ni fundisho kwa Simba, kwa sababu Simba na mfumo wa kujifunza kutokana na makosa. Tulijifunza makosa ya kufika robo fainali zaidi ya tano pasipo kufika nusu fainali, lakini msimu huu Mwenyezi Mungu katujalia tumefika fainali. Lakini namna gani kombe tumelikosa, wana Simba wenyewe wote wameona kwamba tumekosaje kombe. Mwamuzi kupitia bodi yake ya CAF waliamua kutufanyia ubaya ubwela, baada ya Simba kufanya ubaya ubwela Mi ninaamini ubao bora ambao tumefanyiwa ni kama, kama fundisho ili kuelekea kwenye misimu mingine ambayo tutakuwa tunacheza fainali, lakini namna gani tumejipanga ili kuelekea kwenye michezo mingine, na ndio hicho kitu ambacho nilijaribu kukupitisha huko kama kumbukumbu eh, kumbu na deni ambalo lilikuwa limebaki kwa wadau wa Chapesa Media utamani kusikia ukilizungumzia hili, na eh, moja kwa moja tunakwenda kwenye mada eh, hatuchezi hatuchezi Ee, imekuwa ikishika tamu na vichwa vya watu "hatuchezi ngoo". Wananchi wanaeleza kwamba hawachezi na kila ambaye anatoka na kuthibitisha mchezo utakao kuwepo wanatoka hadharani na kumjibu hawatashiriki pasi na kupewa sababu za msingi. Ni kwa nini mchezo uliohairishwa mnamo tarehe nane hawachezi? Kwa sababu naamini na sababu mimi naamini wanahofia simba wenyewe, mpango wao mkubwa alidhani tutaenda kukutana kwenye fainali ya FA, bahati nzuri au bahati mbaya Mwenyezi Mungu akuwa upande wetu sisi, tuelekee kwenye fainali ya FA, tumetolewa, na ndio maana tumesema kwenye ligi mwanaume sehemu ambayo ikimiliki kwenye liji kwenye liji kuna michezo 30. Mm -hmm. Katika timu ngapi? Timu 16. Yeah. Ina maana lazima kila me, kila timu moja icheze mechi mbili na mpinzani wake kwao. Kama wanasema tumewakimbia kwenye FA, kwenye liji kupo ambako kwa... kwenye, kwenye liji mlisho wakimbia, wanasema hatujawakimbia kwenye liji. Kwa nini tuliacha kucheza kwenye liji? Tuliacha kwa sababu walituzuia uwanjani, walizika nini kwenye uwanja mpaka sisi wakatuzia. Yeah. Kwa taarifa ambayo nilikuwa nayo walizika vichwa vya kuku, na ndio maana Simba baada ya kuona uwanjani wamezika vichwa vya kuku, tukaambia bwana, tunatoka tufanye mazoezi Sine kwa kama sisi hatukwenda na mbuzi. Hivi ngoja kwanza, wewe unacheza na Simba, unamuona kabisa Simba na wanasema Simba wamwogopi na unamwogopaje? mbuzi kwao na maana wamwogopi Simba namovia mbuzi inawezekana, inawezekana yani kitu ah. hakiwezekani kwao, na maana uwanjani walifanya vitu ambavyo sio vya msingi, na ndio maana walizuia Simba wasingie uwanjani uh-huh. Walikwepo akina mzee Mpili akina nani, lakini pia Simba tulikataa kucheza na wao kwa sababu tusingefika finali ya <mikita> cup, Confederation cup, kama tungecheza nao kwa maana sisi tulikataa kwa sababu ya malengo binafsi ambayo tulijiwekea msimu huu bora. Kwa walifukia maana tulili Hili. Nao. Tulijua nao. Ya mchezo Hili, yetu. Eh, tumepoteza kombe eh, la shirikisho barani Afrika tumerejea eh, katika mataji ya ndani ambayo ilikuwa imesalia. Tunazungumzia CRDB umeondolewa kwa mabao mengi matatu eh, kwa moja. Taji pekee ambalo limebaki ni NBC, na mpaka hivi sasa huko nyuma ya alama moja zaidi ya kinara, Young Africans siku zote unapotaka kumfurahisha mkeo lazima uje na zawadi. Ukitaka kumfurahisha mtoto uje na, uje na zawadi uje na pipi, mtoto atafurahi. Tulichokifanya Simba ni kuja na zawadi, kwa hiyo tumekuja na zawadi kutoka CAF Federation Cup ambayo tulikwenda nao mpaka CRDB. Tukajua CRDB tukwenda kucheza, wale jamaa watakuja kucheza fainali, watalazimisha mchezo wa ligi usichezwe. Kwa hiyo ili tucheze mchezo wa ligi lazima sisi CRDB tujiondoe, twende tukabaki kwenye mchezo wa ligi, lengo letu mchezo wa ligi upigwe ili kujenga mazingira yetu, kwa sababu sisi malengo yetu makubwa ilikuwa kujenga timu, lakini kama inawezekana tupate vikombe. Miongoni mwa kikombe ambacho tunakihitaji kukipata ni cha NBC, ndio ambacho sisi tunakitegemea na kwenda kukiangalia macho, na tunaamini bado michezo mingapi? Bado michezo mit, michezo mit, mitatu, ikiwemo na mchezo wa kwao. Kwa baada ya Simba kuposti katika mitandao ya kijamii kuhabarisha umma dhidi ya michezo ambayo imesalia, Young Africans nao wametoka hadharani na kuposti michezo ambayo imesalia ni mitatu. Katika michezo hiyo wekundu wa msimbazi hawamo, kama na mba wameposti Tanzania Prisons zidi uh, wakaposti ili inaofuatia ni Dodoma Jiji wanamaliza na Singida Black Stars chuzi, chui weusi. Kwa maana ya kwamba hatujaona mchezo wa dabi. Hii imeleta taharuki na, na simanzi na mshtuko kwa mashabiki wa soka hapa nchini, wamejiuliza maswali mengi. Young Africans wanaonekana wako serious kwenye jambo ambalo wamelizamilia, na wameshawaaminisha mashabiki na wanachama hawatatokea na misimamo bado inaendelea. Yani wanachokifanya ni kutuzuga mashabiki wa Simba ili tuondoke kwenye leli, tuamini kwamba mchezo na wao hakuna, alafu wao wakatokea uwanjani. Hii michezo si fanyaga sana miaka 90 kurudi nyuma yeah. Mimi niwaambie mashabiki wapenda soka na mashabiki wa Simba mchezo yeah. Kuto ha, haina kipengele. Hata wanataka mmoja kutokushindwa kutokea uwanjani, haina kipengele, sipokuwa wanataka ili waseme kwamba tumewafunga mara tano mfululizo yeah. Mmekosa kombe. Kwa hiyo sisi kama mashabiki wa Simba na, na, viongozi wetu yeah. na wachezaji wetu na maana kimbio la kwetu sisi wao kwenye leli sana. Kwa sisi tunaelewa namna gani wanavyofanya. Wamepost vile ili kuanda lakini pia mashabiki wao wanalalamika. Wanasema tiketi zao tarehe kumi na ngapi? Za tarehe nane wamedhulumiwa. Tunataka tuwauliza tarehe nane mwenyeji alikuwa wao, alikuwa Yanga. Kwa na maana Yanga ndio alipewa haki ya kukatisha watu tiketi. Kwa maana kama Yanga ndio muondoka na hela zetu sisi mashabiki wa Simba ndio tunapaswa kulalamika tiketi ingilio cha ngapi? Za tarehe nane. Kama wao wanalalamika na maana wanatukosea sisi mashabiki wa nini? Wa Simba lakini pia nataka niwakumbushe kile kiingilio cha tarehe nane ndicho alichoenda kunywa supu Tabora. Kiingilio cha tarehe nane ndicho alichoenda kunywa supu Tabora, wale viongozi wao walikuwa hawana, na ndio maana tunamtii, tunalalamika kwamba ametupeli hela yetu. Lakini sisi kama mashabiki wa Simba, kwa sababu huwa tunatoa sadaka, kile kiingilio cha tarehe nane tumekitoa sadaka kwenda kwa viongozi wa Yanga, na kiingilio cha tarehe 15 kipango chengine, na tutakwenda uwanjani hata kama wakisema laki moja, sisi tutakwenda. Lakini pia kama wao wanajiona kukata tiketi ya wawezi, tulichomwambia tajiri Mohamed Deuji ataweka andazi moja na bakuli la supu. Shabiki wa Yanga, uje na jezi yako tu, ukifika uwanjani, kwenye geti kuu, utapewa bakuli la supu pamoja na andazi moja, utakuwa unakunywa pale kwanza, alafu unaingia uwanjani. Kwa hiyo wao wasiwe na wasiwasi kwa kusu kiingilio, wala kitu gani cha kuwa na wasiwasi. Hivi sasa hawajatangaza eh na na na hatujaona na zile hamasa za kusema kwamba mashabiki wanunue tiketi mashabiki wahudhurie ikiwa siku zinakwenda. Hii dabi iko namna gani? Yani inawachanganya wengi. Wana Simba wanasema mchezo upo bodi ya ligi na TFF unasema mchezo upo. Wenye mchezo husika hawatangazi na kuhamasisha mashabiki wanunue tiketi kwa ajili ya mchezo huo. Mpaka hivi sasa watu hawaelewi mambo yamekakaa vipi. Mjinga peke yake ndio ambaye ataona kwamba hawa wako sahihi kwa sababu gani? Ah, wako sahihi la, lakini lengo ni nini? Lengo kwa madhanio yao kuwa na komoa bodi ya ligi. Bodi ya ligi haikomoki na bodi ya ligi hakuna mtu ambaye atakayeondoka. Tunawaambia ukweli, mchezo huko pale pale na tiketi ya viingilio mimi nataka niwape siri yeah. Ndani ya uongozi wao wanafahamu kwamba dabi upo lakini mashabiki wao takuwaambia kuwa hawana, na ndio maana tunasema viongozi wao huwa wanatumia miemko kwa sababu sio viongozi wa mpira na ingekuwa viongozi wa mpira, mambo kama hayo hawezi kuwaona. Lakini pia wao wanaamini kwamba mchezo ni nini, haupo kupita viongozi wao, lakini mchezo upo na viongozi wao ndani wanafahamu, na ninawapa ndani ya siku tatu nne kuanzia leo yeah. Viingilio vitatangazwa na bei usika tatangazwa kwa sababu, kama hata tangaza kiingilio na maana sisi tunakwenda uwanjani, wachezaji wa Simba watakwenda tumejai kucheza kipindi cha corona tu bila mashabiki kwa na maana mechi itakwenda, na kama watatangaziana wenyewe kwa siri watajua wao, lakini mimi ninachoamini dabi ipo, huo wametangaza kiingilio, watangaze kiingilio na kilejo washangaza kutangaza kiingilio kwa sababu kiingilio chetu cha mwanzoni wamekula wamekwenda kunywa supu, kaona maana wanajiuliza wanatangazaje? Pia wanasema si kwamba wao wameigoma kucheza mchezo eh, wa dabi ya Kariakoo, ila wao wanachoitaka bodi ya ligi pamoja eh, na TFF itoke hadharani na kuomba radhi juu ya kile ambacho kimetokea na watoe sababu ya msingi ni kwa nini mchezo haukuchezwa tarehe nane. Ndicho ambacho wanakihitaji, ndipo ambapo wao watakuwa ridhaa na kuutangazia uh, umma na mashabiki na wanachama kwamba tarehe kumi na tano mchezo upo. Ndicho ambacho wanakihitaji, na si kitu kingine. Unajua, kichaa peke yake ndo anayeamini bodi ya ligi huwa ina makosa kwa nini kichaa peke yake bodi ya ligi na makosa? Kuna matukio kiwemo mengi mengi tu ambayo sisi tulikuwa tunawaelekeza. Tukio namba moja, tuliwaambia udhamini wa timu nane bodi ya ligi hii leo, ambao wanaipigia kelele jiuzuru, jiondoke, ndio wao waliowapa udhamini wa, wa timu nane, ambazo timu hizo wakienda kucheza na na Yanga wanasema wanafanya rotation ya wachezaji, unanielewa, ili Yanga apate matokeo mepesi kwenye hizo timu, ikiwemo ikiwemo yeah, Singida Black Stars leo hii unaenda kuiambia bodi ya ligi haifai Black Singida Black Star walifanya rotation ya wachezaji. Inalizo vipi sasa? Inalizo vipi kwamba Rashid Juma anaenda kucheza fullback namba mbili wakati Gadiel Michael yupo? Unanielewa? Okay. Na beki wale Ibrahim Omolo yupo ili kwa fedha Yanga apate matokeo baadae coach akafanya alipoulizwa fanya rotation kwenye mechi kubwa kama ile. Ikiwemo mchezaji maarufu cha K, alikataa alisema mimi siwezi kuingia sabu kwa sababu hii mechi mimi nahitaji. Mechi hii mimi ndio naniuza. Naendaje kucheza sabu na wakati mimi ndio kila siku nacheza. Kwa hiyo na maana hiki kinajulikana. Na pili kuhusu hili tuliwaambia kabisa mapema. Kwamba nyinyi ambao mnailaumu bodi ya ligi kesho mtakuja kuilia bodi ya ligi, unanielewa. Lakini pia walitujibu, nyinyi chagueni mahala ambapo mnapaona sahihi kwao. Simba tumejichagulia mahala ambapo papo sahihi, ni waamuzi. Sisi tumejichagulia waamuzi moja kwa moja, na tunawaambia msimu huu, uh, tunawaonyesha kama tuela msimu ujao atavaa logo uh, ya tajiri. Umezungumzia waamuzi kwa maana ya kwamba watu wanafurahi wanaposikia hivi, lakini anapochezesha eh, Ahmed Alajiga mechi zinaonekana kuwa ngumu sana kwa upande wa Simba. Eh, hii hi, isemekane Ahmed Alajiga ni mgumu kupokea waleti. Sio kwamba kupokea waleti, Alajiga anapochezesha mechi za Simba anachezesha kiuhalali kabisa. Kwa nini anachezesha kiuhalali? eh. Simba mechi zidi ya Singida, hakuna matukio ambayo Simba unaweza kumbeba ni hakuna. Kwanza hatujafika kwenye box tukanyimwa penalti na Elagija. Lakini pia Singida hajachezewa faulo kwenye box kwamba kuonekana Simba kabebwa. Hiyo mm, kitu hakipo, na maana mchezo ulikuwa unachezwa mchezo wa wazi, mazingira yake alikuwa rafiki. Huyu mm, huyu Elagija wa leo, hawa mm, mashabiki ambao wameshabikia Yanga kipindi cha ja Corona. Mm, Tunawafunga goli moja kule wapi? Ndani wapi? Huko wapi? Kigoma. Hawa yeah, hawa alitokeza yeah, yeah, ehe hata hey, Deo Luanga alitokeza hadharani na kukemea kuwa kwamba huyu alagiza sio mwamuzi sahihi kwao na alikataa sichezeshe mechi yao hata moja. Kipindi hiko alikamwe hajazaliwa kwenye zama za mpira ha? Ha? Eh, yeah. kipindi hiko alikamwe hajazaliwa kwenye zama za mpira huyu alagije, mashabiki wako anamkataa au akina godi Yanga kipindi hiko, hata mpira wa ujui ajaanza kushabikia. Unanielewa? Kwa hiyo ina maana hawa wa usoni sasa ndio wanamuona alagije yuko sahihi, kwa sababu simba anapocheza, unajua kwa mwaka alagije anacheza mechi mbili au tatu, zile mechi ambazo anachezesha ziko kwenye uhalali Menelo lakini pia analilia muamuzi. Kwa nini hakulilia muamuzi kipindi Ramadhani Kayoko anafeva mechi ya Benjamin Mkapa anatufunga goli moja? Mm. Leo waamuzi yao wamebadilika kuwa waamuzi gani? Na kati waamuzi ni wale wale na ndio za ligi ni wale wale. Waamuzi wa ligi ya Tanzania ni waamuzi bora kuliko waamuzi wa ligi zote hapa Afrika Mashariki. Unawakataa vipi? Uwezi kuwakataa, mfano huu ile ligi inaitwa kwenye mashindano ya CAF. Lakini pia kama unakwenda kudoubt waamuzi, waamuzi hao ndio wanakupeva wewe. Unanielewa? Kwa maana ni ujinga peke yake ndio ambao unakwenda kuwalaumu waamuzi. Sasa mnabebwa sana, sio kubebwa na nani? Nacho atafikisha ujumbe sasa, Ea. Ukiona Simba anabebwa kwa na waamuzi utakufanya wewe kama shabiki wa Yanga au kiongozi wa Yanga, nenda kwenye bodi ya ligi, waambie wakupakate Ea. wakupatie zile timu saba zilizosalia kwa sababu kuna timu saba zimesalia kwenye udhamini. Waende wakachukue zile saba zilizosalia, halafu turudi sasa tujue kati ya waamuzi na zile timu ambazo wamezidhamini, yupi bora wao waliamini kudhamini timu zile zitakuwa kwenye ubora, lakini ule sio ubora. Na tuliwaamini sisi, tutadhamini waamuzi, na msimu ujao, na wasisitizia msimu ujao, waamuzi wote watavaa logo ya tajiri Mohamed Deuji mgongoni, mahala popote mtaziona, kwa sababu wao wameanza sisi tunamaliza, na walituambia tutafute mahala pa kuwekeza. Sisi sehemu ambapo tumeona pa kuwekeza ni waamuzi, na wala sio sehemu nyingine. Na, na, na tajiri amedai kuwa anahitaji vilabu kumi. Sasa katika hivyo kumi vimesalia saba, hivyo vitatu na vitoa wapi? Yaani katika kumi yaani tajiri ku, kuambia kwamba vilabu kumi amewazuga tu ha. Kwenye ligi unaanza kwa msimu mzima, naanza ukachezeshwa na waamuzi kumi, na ndio tajiri amewataja hao. Waamuzi kumi. Kumi kwa msimu ujao, kama leo wanalilia kupitia makalio, msimu ujao watalilia kupitia milango yao ya fahamu yote, kama alivyo sema Ahmed Ally. Kwa kikubwa wajiandae, na sisi tunawaambia hata kama ikitokea wapi msimu huu, kwa sababu haya mafundisho sisi tumepewa na CAF hmm. Tulipofika Zanzibar tulionewa na waamuzi hmm. Baada ya kuonewa na waamuzi tukamwambia CAF, naam, mmetufundisha jambo zuri hmm. Na baada ya kurudi Zanzibar, mmeona tumefanya ubaya ubwela zidi ya timu zile nane ambazo wamezidhamini hmm. Tulifanya ubaya ubwela kwa MC penati, hakuna hakuna twende, yani mradi Simba paakwaminya ubaya ubela ule ule, ubaya ubela ambao kafu wametufundisha. Walituonyesha ubaya ubela kafu Zanzibar, sisi tumefanya kwenye ligi, na tunawaambia kama kafu walitupiga makofi kwenye kafu Federation Cup, kama kafu walituonea, na sisi tunakuja kuwaonea wajinga wetu kwenye ligi. Kuna wajinga wetu hapo kwenye ligi, tutawanyanyasa mpaka watuambie kwamba hii ni Simba au ni chui au ni paka.